Yes, mambo vipi mwana Sawa Sawa Digital, kwa wale ambao wanafuatilia kwenye mitandao ya kijamii lakini pia kwa wale wadaku wadaku e, kama mimi wafukunyuku wazewa kufukunyua lakini pia watafutaji wa ndoa ya Jux, mmoja kati ya watu ambao kwa sasa hivi wamekuwa wakimake story sana katika e, mitandao ya kijamii kila mmoja amekuwa anakuja na stori yake, mara wanasema Pris ni mja mzito, wengine wanasema mbona mm, tumbo alionekani, wengine wanasema bwana bana, wengine kuwa na mja, kuwa na mimba au kuwa mja mzito sio lazima tumbo lionekane. Stori zimekuwa ni nyingi sana Sak, lakini sasa ikumbuke e, kwamba zimebakia siku chache tu, leo ni tarehe kumi na nne, lakini tarehe kumi na saba ndipo e, harusi ya kitamaduni ambayo itafanyika kule Lagos Nigeria, ya kwake Prisi pamoja na Jux, ndipo itafanyika tarehe 17, lakini bwana imeweza kufanyika eh, bridal shower ya ya, ya, ya sherehe hiyo. So imekuwa ni kubwa sana. Uh, kuna kwa surprise nyingi sana ambazo zimeweza kutokea, lakini pia zimeweza kufanyika marafiki wa Prisi, lakini pia marafiki wa Jux. Pia tunaweza tukasema ni marafiki wa Jux pia, kwa sababu Prisi na Jux kwa sasa hivi ni mtu na mkewe, so marafiki baadhi lazima tu watakuwa, eh, wanashare. So wamekuwa na furaha kubwa kabisa ambayo imeweza kufanyika huko eh, nchini Lagos Nigeria. Lakini pia wanigeria wako serious sana na ndoa ya Jux bwana, wanaonyesha kabisa usiriasi wao eh, dhidi ya hii ndoa sasa. Biarusi anaagwa huko eh, si mchezo, anaagwa kabisa. Lakini pia wanasema kwamba jiandaeni kuitwa uncle na aunti, hatunaga jambo dogo. Ni moja kati ya watu ambao wanaongea wana, wana ni wanigeria eh, kutokea huko. So tusubiri tarehe 17 itakuaje, kama maandalizi tu ya harusi hiyo yamekuwa ni makubwa kiasi hiki. Sasa hiyo harusi ya kitamaduni itakuwaje tarehe kumi na saba ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili ishirini na tano e, ndipo harusi hii itaweza kufanyika. Jux ameweza kusemwa sana kwamba kila mwanamke ambaye anakuwa na, na date naye mbona hapati mtoto? Sasa watu wengi wanahisi, lakini pia kuna baadhi ya watu wengi wanaongelea kwamba Pris ni mjamzito. Je, ni kweli? Sisi kama wadaku tutakupatia udaku mzuri zaidi mara baada ya kuweza kupata uhakika e, wa jambo hili, lakini pia komenti yako itakuwa ni muhimu sana. Je, ni kweli Eh, kwa wale wataalamu wale wenye jicho la tatu, wanavyomwona ya Pris, kweli atakuwa ni mjamzito kweli? Lakini pia uhakika wa taarifa hizi tutakuletea sisi kama sawa sawa digital kwa muda ambao unakuwa, eh, unastahili. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X, bila kusahau YouTube. Ukisubscribe utakuwa umetisha kinoma noma.